Ni mzozo unaotikisa jukwaa la siasa za kimataifa. Mvutano mkali uliozuka kati ya Rais wa Marekani Donald Trump na Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa. You, as the United States, You are a partner, partner of South Africa, and you are raising concerns, and these are concerns that we are willing to talk to you about. Katika kile kinachotajwa kama mkutano wa kidiplomasia, mambo yamegeuka kuwa ya kuchochea, ya kihisia na ya kisiasa. Lakini nini kilisababisha hali hii? Je, ni kweli kuna unyanyasaji wa wakulima wa kizungu nchini Afrika Kusini? Na kwa nini Trump ameamua kurudisha suala hili mezani wakati huu? Karibu tufahamu zaidi. Msimulizi wako ni mie Kamau wa Idhaka. Uhusiano kati ya Afrika Kusini na Marekani ni wa muda mrefu uliojaa misukosuko. Enzi za utawala wa ubaguzi wa rangi, Marekani ilikosolewa kwa kutochukua hatua madhubuti. Baadaye, baada ya kuanguka kwa mfumo wa apartheid Afrika Kusini ilijitokeza kama mshirika mkubwa wa Marekani, hasa katika biashara na usalama wa kikanda. Lakini mambo yalibadilika wakati wa utawala wa Donald Trump alipokuwa rais kwa mara yake ya kwanza Januari tarehe 20 mwaka wa 2017. Kauli zake nyingi ziliguza hisia za Waafrika, na sasa akiwa rais Trump bado anafanya siasa zenye athari kimataifa, na Afrika haijaepuka mikiki mikiki hiyo. Katika mkutano uliofanyika White House hivi karibuni, Trump alimkabili rais Ramaphosa kwa madai kuwa serikali ya Afrika Kusini inafumbia macho mauaji wa wakulima wa kizungu. Uh, or, look, these are articles over the last... Few days. Uh, death of people. Death. Death. Alionyesha video zenye picha za mashambulizi na nyimbo zenye maneno ya kichochezi kama Shoot the Boer, akisema kuwa hayo ni mauaji ya kikabila dhidi ya jamii ya wazungu. Trump hakusita, alitangaza kuwa Marekani iko tayari kuwapa hifadhi wakulima takriban 50 kutoka Afrika Kusini waliodaiwa kukimbia mateso ya kikabila. Hatua hii ilionekana kama tusi kwa taifa la Afrika Kusini na ni kama kuhoji uwezo wa nchi hiyo kujisimamia. Rais Ramaphosa hakukaa kimya. Alikanusha vikali madai ya Trump, akielezea kuwa uhalifu wa mashambulizi ya wakulima hauhusiani na rangi, bali ni tatizo la usalama linalowaadhiri wa Afrika Kusini wote, akisema hakuna sera ya serikali inayowalenga wakulima wa kizungu na kuonya dhidi ya kuchukua taarifa za upotoshaji kutoka kwa mitandao ya mrengo mkali wa kulia. What you saw, the speeches that were being made. One, that is not government policy.

Unfortunately, through criminal activity, are not only white people. Majority of them are black people. Ramaphosa alijaribu kupunguza joto la mkutano huo kwa kutumia diplomasia laini. Alimpa Trump zawadi ya kitabu cha picha za viwanja vya gofu vya Afrika Kusini na kumwalika kucheza gofu na magwiji wa mchezo huo kama Ani Ellis, lakini mvutano tayari ulikuwa umeanza. Aidha, bilionea wa Afrika Kusini Johan Peter Rupert ambaye ni mkuu wa kampuni ya bidhaa za kifahari yenye ya makao yake Uswizi itwayo Richemont alikuwepo ikulu ya Marekani wakati wa mkutano wa pande mbili kati ya Rais Ramaphosa Ramafosa wa Afrika Kusini na rais wa Marekani Donald Trump. Wakati alipopewa nafasi ya kuzungumza, Rupert alikanusha mara moja madai ya Trump kuhusu kuwepo kwa mauaji ya halaiki dhidi ya wazungu nchini Afrika Kusini, akisisitiza kuwa si wakulima weupe wa tu wanaouawa nchini humo bali ni raia wa aina zote. Wachambuzi wanasema hatua ya Trump ina lengo la kisiasa, kuimarisha uungwaji mkono kutoka kwa watu wa mrengo wa kulia nchini Marekani kwa kutumia hoja ya wazungu wanaoteswa barani Afrika. Hii si mara ya kwanza kwa Trump kutumia hoja hii, lakini safari hii ameingia kwenye uwanja wa kidiplomasia kwa nguvu zaidi. Kwa Afrika Kusini ni fursa ya kujieleza kimataifa na kutetea uhuru wake wa kiserikali. Pia ni onyo kuwa siasa za mataifa makubwa zinaweza kuathiri hadhi ya mataifa ya Afrika iwapo hayatajieleza kwa uwazi. Mzozo kati ya Trump na Ramaphosa si tu wa maneno, ni ishara ya namna dunia inavyokumbwa na siasa za hofu, za ubaguzi na za maslahi binafsi. Afrika inapaswa kuwa makini, kwani wakati mwingine siasa za mbali huweza kuathiri maisha ya watu wetu. Swali kubwa kwa leo ni hili: je, huu ni mkakati wa kweli wa kutetea haki za binadamu au ni mchezo wa kisiasa wenye ajenda fiche? Je, Afrika iko tayari kujibu propaganda kwa hoja, kwa busara na kwa ukweli? Historia itajibu maswali hayo yote, ila kwangu naomba kukomea hapo. Mimi ni Kamau.